Jambo na karibu katika kipindi maalum cha wafahamu wagombea urais. Hiki ni kipindi mahususi kwa wagombea urais ambao wamejitosa kuwania nafasi hiyo ya juu kabisa katika jamhuri ya muungano wa Tanzania. Ni watanzania ambao walijaza fomu kuomba ridhaa kutoka tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC na kupewa ridhaa hiyo, sasa wamekwenda huku na kule kwa watanzania wakiwashawishi ili kuhakikisha kwamba wanawapigia kura. Naitwa Nordin Selemani nikikualika hii leo tuwe sote mpaka tamati. Hapa studio tunaye Doyo Hassan Doyo, yeye ni mgombea urais kutoka chama cha NLD. Karibu sana Doyo. Asante sana bwana Nordin, kwema. Kwema. Kwanza ongera kwa pirikapirika nzima za uchaguzi za kwenda huku na kule e, na kuendelea kuomba kura kwa Watanzania. Asante sana, ndio wajibu wetu. Tena ukishateuliwa kugombea nafasi hizi lazima uonyeshe jitihada kwamba watanzania wakufahamu, lakini pia ukaombe kura wawezi kukuchagua kwa sababu bila kwenda huko hawezi kukufahamu na kukuchagua. Kwa hiyo lazima tupambane tuende huku kwa wananchi mm. Yeah. Hebu tupe tathmini yako. Umekwenda mikoa kadhaa uh, uh, kukutana na watanzania ukiwashawishi kwa sera na ilani ya chama chenu, ambayo uh, iwapo mtapewa ridhaa, mtaitekeleza katika kipindi cha miaka mitano. Mwitikio wa Tanzania upoje? Wanawaelewa huko ambako mnakwenda? Kwa tathmini yangu, wanatuelewa sana, kwa sababu tunakwenda kugusa maisha yao halisi, na bahati nzuri unaongea na mtu ambaye kile unachozungumza ndicho kilichopo pale kwake. Kwa hiyo tumekuwa na kazi rahisi ya kuweza kuomba kura kuliko wakati wowote kwa sababu matatizo ni mengi, maswala ya maji, miundombinu, maswala ya afya e, kuna hali ngumu sana. Kwa hiyo tathmini yangu ni kwamba watanzania wanatuelewa kwa wa sababu kile tunachozungumza ni kile ambacho kinawagusa. Mfano tu, swala la kugomboa maiti hospitali mm, ni swala ambalo kimsingi limegusa jamii yote ya Watanzania. Kwa hiyo limekuwa ni swala dogo, lakini kwao limekuwa ni kubwa sana na wahitaji mabadiliko ya haraka. Kwa hiyo tunalitumia hili kwamba serikali iliyopo inatakiwa iondoshwe kwa sababu imeshindwa kuheshimu hata maiti, kwa sababu mtu anapopata gharama ya kuhudumia ikamshinda mpaka ndugu yake anakufa, maana yake moja kwa moja huyu mtu kile kipato kimemshinda, ndio maana ameshindwa kugomboa zile dawa alizohudumiwa ndugu yake okay. Kwa hiyo kitendo cha kuzuia maiti mpaka ulipie kimekuwa ni kikwazo kikubwa na ni maumivu makubwa sana kule kwa wananchi . Lakini jingine ambalo watu wengi hawalifahamu, e, Watanzania wakijifungua wale wakinamama wakipata ujauzito wanalipia laki moja huku vijijini, shilingi laki moja, na ukipata matatizo ya operesheni unalipa shilingi laki tatu hmm, kwao na lenyewe kwa wanakijiji ambao maisha yao ni magumu sana, kwao imekuwa ni, ni kero kubwa sana ambayo E, inawaumiza na tumejaribu kuweza kuzungumza katika utaratibu huo wa tunaomba kura kupitia hayo mapungufu ya afya na ya mama mja mzito na watoto wanatu, wanatuona kama ni sehemu ya ukombozi. Kwa hiyo kuna hayo mambo ambayo yanajitokeza ambayo hayakuwemo katika maandalizi ya kisera, kwa sababu hatukufanya utafiti mzuri kwamba kuna Watanzania wanaoshikwa fedha wakati wa kujifungua au Watanzania ambao wanashikwa fedha wakishindwa kuwahudumia ndugu zao wakiwa wagonjwa, wakifariki. Kwa hiyo tunapoyakuta yale yanaibua hoja mpya katika kampeni. Kwa hiyo kumekuwa na hoja ambazo hazijaandaliwa kiufundi, lakini zimekuwa kubwa kwa wapiga kura. Kwa hiyo tunazitumia kuwafikishia ujumbe, tunapata mwitikio mkubwa, lakini maswala mengine ni maswala ya hapo hapo, kabla hatujakwenda kuingia. Uh, mwenyewe unakiri kwamba haya mnakutana nayo? Uh, ndio kwamba watu wanalalamikia uh, swala la kulipishwa, uh, kukomboa maiti zao, uh, kulipia kuhusiana na kujifungua. Namna ambavyo hili jambo alikuwepo kwenye sera zenu na ilani zenu, iwapo mnapata ridhaa, wepesi ama ugumu wa kutekeleza unakuwaje? Ugumu hamna kwa namna hipi, eh, kwa sababu sisi tuna sera ya, ya, ya, ya, ya, ya Watanzania kwenye huduma ya afya Okay. Ambayo mama mjamzito mzito eh, anajifungua bila malipo. Tunayo sera hiyo kwao. Okay. Tulipokuta wanalipishwa maana yake tumelenga kwenye lile jambo ambalo tumeliona linaweza likawa lina kikwazo. Sisi ilikuwa ni katika kivutio cha wapiga kura kuonyesha kwamba tumeshajiandaa kuhusu huduma ya mama mjamzito. okay. Eh, kwamba sisi hawa wanakuja kuenjoy maisha wakati wa hiyo shughuli ya kujifungua, tukakutana mitihani. Sasa wanalipishwa laki moja kwa nj, ukijifungua njia ya kawaida mm, na kumbe kliniki pia wanatoa shilingi elfu thelathini baadhi ya wilaya baadhi ya wilaya shilingi elfu hamsini mama kwenda kujisajili ili kupata kadi la kliniki kwa ajili ya, kwa ajili ya huo ujauzito uzito lakini pia tumekwenda kugundua kwamba eh, maiti imekuwa ni, ni, ni sehemu ya, ya, ya mapato ya taasisi zetu za, za, za kiafya katika kuhudumia watu. Sisi tunaona kwamba hili jambo tunakwenda kulimaliza kwa epesi, kwa sababu mtu anapofiliwa na ndugu yake, maana ya yake amejitahidi kwa kadiri ya uwezo wake wote kuhakikisha ndugu yake apone, ya kwa maana hiyo ametoa fedha, amenunua dawa lakini ameshindwa kutokana na hayo maradhi ambayo amekuwa na ndugu yake, lakini serikali imetunga sera bima ya afya kwa wote. Kwa kwanini maiti haina bima? Sasa okay. E, kwa nini maiti haina bima? Kwamba bima hii inamhudumia mtu aliyoko hai, ambaye amefariki sasa, siahudumiwe na bima ile ambayo imechangiwa ime, ime na, na familia kuinunua bima hiyo kwa sababu watu wengi wana bima sasa hivi. mm -hmm. Lakini unaambiwa kwamba matibabu aliyofanyiwa mgonjwa <coughs> mpaka nafariki ni zaidi ya milioni tano. Okay. Unaambiwa bima hii haiwezi kulipia hizo gharama. Mimi kwa mtazamo wangu, kwa mujibu wa mawazo yangu na nitakavyoendesha serikali mimi naamini kwamba bima ni mchango katika mfuko wa afya mm. Aliyetoa milioni mbili, aliyetoa elfu hamsini, aliyetoa laki moja, kwangu mimi, na hesabu inakwenda kumhudumia mmoja kati ya wanaohudumiwa, kwa sababu siamini kwamba bima ya afya inaweza e, bima ya afya kwamba unapochangia watu wote waliochangia bima ya afya wanaumwa siku moja mm. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi rahisi tu kwamba kama eh, Doyo ametumia milioni saba akafariki, bima ya afya ambayo ni mchango kwa watu walionunua hizo bima, basi ziende zikalipe gharama ya marehemu aliyekufa, ndicho ninachofikiria okay. Kwa maana hiyo sasa, endapo mimi nitakuwa ni rais, swala la marehemu kushikwa fedha litakuwa halipo kwa sababu tayari huyo mtu amesha kufa, lakini alikuwa ni Mtanzania ambaye analipa kodi katika taifa, ya moja kwa moja au ya kutokuwa moja kwa moja, lakini ndugu zake wamejitahidi kumhudumia au watoto au familia wakati anaugua. Sisi serikali tumekubaliana kwamba hii inakuwa ni sanda yetu kwa marehemu. Kwa hiyo haya maswala ya kulipishwa yatakuwa hayapo na ni kazi rahisi, lakini pia tutoe mwito kwa serikali kwa sababu serikali bado ipo. Kuna kijana wa miaka kumi na tatu amefariki, mpaka sasa hivi nadhani hawajazika kwa sababu anadaiwa milioni moja na laki nne. Familia kimaskini kabisa, watu wanaanza kuchanga mm. na sisi tuliitwa kwenda kuchanga tukachangia, kwa sababu sasa sijui kama washazika, lakini mpaka jana tunakwenda. Kwa hiyo mm. tutoe mwito pia kwa serikali kupitia hiki kipindi habari ya maiti eh, kushikwa fedha waachane nayo, kwa sababu kwanza inaumiza eh, sana ile familia, ukiikuta na udini, wanavyojisikia mpendwa wao ameondoka, alafu bado serikali imezuia ile maiti una, ukiwakuta utaona hilo. Kwa hiyo mimi nitoe shauri kwamba swala hili serikali ilifutilie mbali, achane na hizi habari kwa sababu zinaumiza watu. Ndio turudi kwenye baadhi ya vipaumbele vyako Wakati uh, ukiomba ridhaa uh, kupitia INEC ukapewa, uh, moja ya jambo ambalo lilizungumza ni kwamba uh, utakwenda kuhakikisha kwanza unabana matumizi ya serikali yako ikiwemo kuuza yale magari yote makubwa makubwa mashangingi ambayo yapo na serikali yako itanunua magari ambayo hayatozidi milioni thelathini. Hili kwenye utekelezaji linakaaje kwenye hali kabisa ya uhalisia? <coughs> Uhalisia ni swala rahisi tu na ni, ni wafahamishi Watanzania kwamba swala lolote lile ambalo unakubaliana nao katika fikra, maana yake ni swala chanya ambalo umejipima na umelipima ni e, ni kazi rahisi, kwa sababu kubana matumizi nadhani ilikuwa ni, watu wanipongeze sana, kwa sababu serikali ukipitia kwa CAG na inaeleza namna ambavyo fedha zinapotea, mm -hmm. Zinapotea fedha kwa mambo ya anasa, anaeleza hivyo, ununuzi, wakati mwingine ununuzi hewa, lakini ununuzi wa vitu vya gharama, lakini wakati mwingine fedha hazitumiki katika matumizi ambayo yamekadiliwa, e, na watu bado wako maofisini. Ile ripoti zile zinaonyesha namna ambayo fedha zinapotea, lakini pia ukosefu wa kukamilika kwa miradi kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Sasa unajiuliza, sasa kama kiongozi kama tuna tunakosa fedha za miradi, kwa nini tuna gari la milioni 480? na sio moja, analo mkuu wa wilaya, analo mkuu wa mkoa, analo katibu tawala kama sikosei. Lakini ukienda kwa wakurugenzi wa halmashauri, wana magari kama yale ya makuu wa mikoa, milioni 400 zile ni nyingi sana kwenye mradi wa serikali. Kwa hiyo mimi nimewaza Eh, kuona kwamba magari haya ni mengi. Mfano, msafara wa, wa kiongozi unakuta magari zaidi ya thelathini, yote yamefanana thamani. Yani akienda kwenye mkoa anakutana na wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya. Magari yale ukiyapigia hesabu, yale ni fedha nyingi sana, ambazo hakuna ulazima wa viongozi wale kutumia yale magari katika nchi ambayo inaitwa nchi maskini. Huko ndiko nilikolenga kama nchi maskini na tunakubaliana, hatujafikia kwenye ile levo ya kuwa ni watu fulani katika uchumi. Kwa nini, kwanini tutumie, lasili, tutumie magari yenye fedha nyingi? Yani ndio hoja yangu mimi, kwa nini tutumie magari yenye fedha nyingi wakati sisi wenyewe viongozi tunakiri kwamba sisi ni maskini. Kwa hiyo mimi sasa nikaja na ile sera kwamba nikiwa mkuu wa nchi sasa ndio naongoza, nimechaguliwa na Watanzania yale magari tunakwenda kuyauza. Cha kwanza tunaonyesha ile kuguswa na huu maskini wetu ambao tunaozungumza kama viongozi, sababu hakuna kiongozi wa serikali hii tokea napata akili aliyowahi kuzungumza nchi sasa ni tajiri. Hakuna na mimi Nuruddin nina miaka hamsini na moja. Kwa hiyo katika kipindi changu cha miaka hamsini na moja nchi yangu viongozi waliopo madarakani wameitangaza kuwa ni maskini kwa nini wewe umetangaza nchi ni maskini alafu unatumia gari la shilingi milioni 480? kwa kwaiyo mimi nikiwa kiongozi sasa, tunakwenda kurudi katika ule uhalisia wa kauli zetu. Maskini hawezi kutumia gari la milioni mia nane. Maskini anatumia gari la milioni ishirini kwa sababu lazima apande ili aende kwenye kazi. Maskini unatumiaje gari la milioni mia nane wakati wewe unakili kwamba nchi hii ni maskini? Kwa hiyo, hiyo ndio ilikuwa hoja yangu kwamba hapana, mimi nikiwa rais, miongoni mwa vitu ambavyo nitakwenda kufanya ni kupunguza matumizi ya serikali hmm. Na nayapunguzaje? Naanza na vipando vilivyopo, vinaweza vikawa ni mtaji muhimu katika kuanza ile sera yangu ya kubana matumizi. Sasa ukishapiga mnada, maana yake una fedha zinarudi hazina. Zile fedha naanza sasa kuzipangia bajeti kwenda kwenye sekta ya afya. Sekta ya afya katika nchi yetu ni sehemu ambayo inahitaji maarifa makubwa sana. Kuna gharama kubwa sana za matibabu. Shilingi elfu kumi huwezi kwenda kupata matibabu, sasa hivi inaanzia elfu hamsini matibabu. Ukienda kwenye zahanati ambayo unahitaji ukapate matibabu ya afya, hamsini elfu, laki na laki mbili. Sasa lazima tuone umuhimu wa kuboresha sekta ya afya ili hizi gharama za wananchi ziwezi kupungua, okay. Sasa, fedha ziko wapi kabla ya kwenda kukopa nji, mm. Hizi fedha hizi tulizonunulia magari zimetoka wapi? Sasa zile ndio ambalo nazikusanya, na lakini sijawatupa watumishi. Nimesema tunanunua TDI zile mpya mpya mm -hmm. Zile ziko comfortable sana zikinunua zile ziko kati ya milioni thelathini na tano milioni arobaini hii kwa mtumishi wa umma kwa sababu ya kwenda mapolini na nini hii namtosha kwa sababu yeye anakwenda kuhudumia watu maskini kwa nini aende na gari la milioni mia nane anakwenda kuwakejeli watu maskini aende na gari ya kawaida ya kazi hata mtu akiona asema hii tsk, kaja kazini lakini gari ile la milioni mia nane milioni mia nne unakwenda kwa mtu ambaye tiba yake hajui anapata wapi. Huku ni kumkejeli. Kwa hiyo yale, mimi msimamo wangu naenda kuyauza, na ni kazi rahisi kwa sababu ni mkuu wa nchi. Taratibu zipo za mauzo ya mali za serikali, sheria zishatungwa mm, tunafanya mnada, okay, fedha inarudi, na watu utakaouzia ni Watanzania wafanyabiashara, na zitauzwa chini ya bei, kwa sababu hatuwezi kupata mtu wa milioni 800 anunue keshi <laughs> <laughs> kwa hiyo hiyo mm, kazi nitaifanya na msimamu wangu haujabadilika kuhusu kubana matumizi na kupiga mnada mali za umma ili tuweze kupata fedha za matumizi kwa ajili ya miradi ya serikali. Tuende kwenye swala la rushwa uh, umejipambanua ukisema kwamba utakapoingia na, uh, kwenye nafasi hiyo ya juu kabisa uh, raia nambari moja hapa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utaongoza mapambano dhidi ya rushwa naam na ukwepaji wa kodi kodi. Hii imekuwa ni kilio cha muda mrefu. Kila kiongozi eh, amekuwa akisema hili la mapambano dhidi ya rushwa, tumeundiwa hadi taasisi ya rushwa, lakini bado hii shida inaonekana ipo pale pale. Kwako, utakuja na kipi ambacho kitaleta mapinduzi na watanzania kuona sasa mapambano ya rushwa ni jambo ambalo limepewa kipaumbele haswa? Ah, hili ni, ni swala ambalo <coughs> kati ya wagombea wote wanaogombea wote wa vyama vyote ni mimi peke yangu niliyozungumzia swala hili kwenye ilani, lakini kwenye vipaumbele, tafuta ilani za vyama au hutuba za viongozi. Maana yake ni swala ambao wanaliogopa e, siliogopi kwa sababu sina hayo makandokando. Mm -hmm. E, na mimi ni, ni, seme ukweli kama Watanzania watanichagua vurugu zitakuwa nyingi sana kuhusu kushughulika na hawa watu. Hawa watu wapo nchini ambao wamekula rushwa za kutosha, mfano na univumilie kidogo, kwa sababu tuko kwa mwenye mahojiano bila kutaja majina ya watu, wala mimi tabia hiyo sinafikiri. mm. Unafuatia kampeni zangu mm. <coughs> barabara ya kusini tokea nazaliwa, kila siku mkandarasi yuko saiti. Mm -hmm. tokea nazaliwa mpaka leo na miaka hamsini. Kwa hiyo barabara ya kusini ina mkandarasi miaka hamsini. Hii ni rushwa iliyosababisha tushindwe kupata mkandarasi mwenye uwezo wa kuitengeneza ile barabara na mimi niko tayari kwenda kwenye mahakama yoyote au mjadala wowote juu ya rushwa inayofanyika kwenye barabara za kusini na barabara zingine. Kwa nini mtu asitengeneze katika kiwango? Mbona zile za mwendokasi zimetengenezwa vizuri hizi mm-hmm. Hapa za Ubungo Manzese mpaka Kariakoo, na hizi za Ubungo za Kariakoo kwenda Mbagala, ukienda unajua hii barabara imetengenezwa yule nani yeye, na hatujasikia akakamatwa, hatujasikia kafunguliwa mashtaka, hatujasikia kaf, yani, hatuja hatu hatujasikia hatua yoyote. Lakini kila mwaka ile baba inafanyaje? Ukiwauliza, maana mi nazungumza nao, wanasema eneo la njia ya kusini kuna chemchemu. Ina inamaana tumeshindwa kukopi, eneo lolote duniani ambapo barabara zao zimeisha na kuna chemchemu ina maana chemchemu iko Tanzania peke yake dunia nzima. Kwa hiyo ni namna unavyoweza kuamua kama kiongozi kuchukua hatua. Kwa hiyo mimi nahakikisha nakwenda kuchukua hatua za haraka, lakini kwenye ilani tumeeleza kwenda kuimarisha taasisi za umma. Taasisi zetu zimejengwa, zime, zime kisiasa sana, zimejengwa kisiasa, hazina uwezo wa kumshughulikia aliyeziteua lazima tutengeneze miundombinu ya kuzipata hizi taasisi ziwe na mamlaka. E, sasa hii taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa haiwezi kwenda kumkabili raisi, yani mi nikiwa raisi haiwezi kunikabili kwa namna ya sheria zilivyo, kwa sababu mimi ni raisi. Haziwezi kumkabili sheria za nchi yetu waziri mkuu kama anatuhumiwa na rushwa, haziwezi kumkabili hata mbunge maana hatujaona na taasisi ipo kila siku inabadilishiwa wakurugenzi, lakini hatujaona taasisi kabisa imemkabili kiongozi wa serikali kama ni sehemu ya tatizo. Mwisho waziri wa ujenzi anaenda Tegeta, anaenda kulalamikia mkandarasi haendelei na kazi, waziri mwenye dhamana aliyempa ule mkataba huyo mkandarasi ni serikali yake. Unashindwa kuchukua hatua mpaka waziri ukalalamike saiti? Maana yake naye waziri anaogopa huyo mtu aliyempa ile kazi, ule mkandarasi. Kwa hiyo naye analalamika kama wananchi. Sasa hili ni tatizo. Sasa mimi nikiwa rais, siwezi kufanya mambo kama yale mm. tunashughulika na watu kwa mujibu wa taratibu za kisheria kwa uhakika maana yake kwa tafasiri rahisi ni maamuzi tu ya kiongozi kuamua kushughulika na matatizo yaliyopo. Twende kwenye ajira. Uh, umesema kwamba uh, ukipewa nafasi utamaliza, namaliza namna na gani, kwa sababu hata dunia inalalamika kwamba ukosefu wa ajira umeendelea kukua kila uchao. A -a. Mimi siwezi kufuata akili fupi za watu kwa sababu ni dunia mm -hmm. Wosi wamezaliwa duniani mm -hmm. na mimi nimezaliwa duniani. Akili zinatofautiana. Sasa akili zao huko duniani hazifanani na za kwangu. Mimi nina akili kubwa ya kumaliza haya matatizo. Kwa hiyo mimi sitaki mtu akizungumza hili swala afananishe na sehemu nyingine okay. Mimi ni mimi. Sasa nataka hiyo sehemu nyingine iige kwenye uongozi wangu. Tulikuwa na kiongozi hapa, sitaki kumzungumzia kwa sababu za kisiasa lakini watu walisema tunataka kama huyo, sehemu za nchi nyingine tunataka kama huyo. mm -hmm. Sasa mimi nikiwa rais, nikiongoza hii serikali, ili swala sipunguzi, namaliza. Kwa sababu gani? na ubunifu wa kutanua fursa za, za, za, za, za kijiografia kwa ajili ya kumaliza hili tatizo. Mfano, nimekwenda Kigoma, nimewaambia watu wa Kigoma, nyinyi mnaambiwa Kigoma ni mwisho wa reli, kataeni hapa. Sio mwisho wa reli, hapa ni mwisho wa reli kutoka wapi? Mimi nikiwa rais najenga reli hapa inaenda Rwanda, natengeneza meli kubwa ya uvuvi na mizigo kwenda Kongo. Hapa patakuwa kama Dubai, kituo cha biashara. Umeona akili? Lakini kaambia nitawanunulia mashine za uhakika za kuvua kwenye zio ambazo haziwaangamizi hazipigwi na mambo, mashine nzito ambazo mtaenda kuingia kutafuta, maanake shawatoa vijana wote pale wako majini saizi, wanaoji jioni saa kumi na mbili ni namna ambavyo unaweza ukatanua fursa. Lakini Tanga nimewambia, tutajenga meli kubwa tatu za uvuvi, moja kwenda deep sea kwa ajili ya vijana kwenda kuvua. Hizo meli tatu nazojenga kwa ajili ya uvuvi au kwenda kuzinunua, zinaingia zaidi ya watu mia tano mia sita ni vijana hao, ni watu ambao wanakwenda kupata ajira lakini zile samaki zikija, zinafanya kazi, kuna huyu anataka kakaange, huyu anataka akaweke hotelini, huyu anataka akauze gengeni. Hao wote mimi nimewakusanya kama sehemu ya kuondoa matatizo ya ajira. Kwa hiyo, ninatanua mazingira ya kijiografia kutumia zile fursa zilizopo kwa ajili ya kwenda kuwapa watu kazi, maana yake sitabakisha mtu mtaani, wakati watu wametukimbia. Doyo, uh, yote mnayoyafanya yote kwenye majukwaa, lakini ni lazima kusisitiza watanzania wakapige kura Oktoba 29, neno lako la hamasa kwa Watanzania lakini pia kuchagiza amani siku ya kupiga kura. Tuna matumaini Watanzania watajitokeza na tunafanya kazi ya kuwahamasisha kwamba wajitokeze kwa, kwa sababu kupiga kura ndio haki ya kwenda kuchagua yule ambaye unaona anafaa. Kwa hiyo tunafanya hiyo kazi, karibuni dakika, yani wa, wa, wasi, wasemaji wote wa kwenye kampeni zangu, kila anayezungumza lazima agusie amani, agusie watu kwenda kupiga kura, na hata ukiingia kwenye mitandao, kuna baadhi ya hotuba zangu zipo za kuhamasisha watu kwenda kupiga kura na kutunza amani na utulivu. Ndio, nikushukuru sana. Na kushukuru sana. Naam, ni mgombea rais kupitia chama cha NLD Doyo Hassan Doyo ambayo tumekuwa naye hii leo kwenye kipindi cha Wafahamu Wagombea Urais. Hii ni safari ya kukuletea wagombea urais ambao, eh, wamepewa ridhaa ya kuenda kunadi sera zao kwa Watanzania. Tunataka wafahamu na uwasikie yale ambayo wanayaongea. Nawezekana haupati hiyo fursa moja kwa moja kwenda kwenye majukwaa, lakini hii ni nafasi ya kwako wewe kuweza kumfahamu mgombea huyo. Naitwa Nurdin Selemani. Ndivyo ambavyo natamatisha kipindi kwa siku ya leo. Tukutane wakati mwingine. Kwa heri.